Nabii Baruku. Sikiliza e Israeli amri za uzima, tega sikio lako upate busara. Imekuwaje Israeli uko katika nchi ya adui zako, na ukazae katika nchi ya kigeni? Umetiwa najisi na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 na kuijaza wanyama wenye miguu minne. Yeye aitumaye nuru, ikaenda ikamtii kwa hofu. Nyota zinang'aa na na kukesha usiku, zilikiwa na furaha mbele yake. Yeye anaziita nazo zinaitika, tupo hapa zinangara kwa furaha kwa ajili ya muumba wake. Yeye ndiye Mungu wetu, wala hakuna mwingine anayefanana naye. Amevumbua njia zake za hekima, akampatia Yakobo mtumishi wake na Israeli mpendwa wake, naye hekima akaonekana duniani akakaa kati ya watu. Hekima ndiye kitabu cha amri za Mungu na sheria inayodumu milele. Wote wenye kumshika watapewa uzima, lakini wenye kumwacha watakufa. Rudi e Yakobo, ukamshike katika ung'aro wake, uende nuru yake. Usimpe mwingine utukufu wako, wala taifa la kingine mafaa yako. Tuna heri sisi, ee Israeli, maana tumefunguliwa mambo yanayompendeza Mungu. Neno la Bwana.